Leo tunaangazia taarifa maalum kabisa kutoka kwa Pi Core team kuhusu siku mia moja toka kuzinduliwa kwa Open Network. Hii ni hatua kubwa kwa Pi Network na tutakupa kila kipengele muhimu unachopaswa kuelewa. Kabla hatujaingia ndani zaidi, tafadhali hakikisha umesubscribe kwenye channel hii, like comment, na usisahau kuwasha kengele ili usipitwe na taarifa yoyote muhimu tunapozitoa. Twende kazi, Pioneers. Siku mia moja za Open Network, mfumo unaolenga matumizi halisi Pioneers, sasa imepita zaidi ya siku mia tangu uzinduzi wa Open Network. Uzinduzi huu ulikuwa kilele cha zaidi ya miaka sita ya kujenga miundombinu na mfumo mzima wa Pi Network. Kwa lengo la kuhakikisha kuwa matumizi ya Pi yako tayari kuanza pale uzinduzi rasmi unapotokea. Ufunguzi wa Open Network umewezesha kuunganika kwa mfumo wa Pi na dunia ya nje, kufungua milango kwa programu bunifu, biashara na mtandao mpana wa miamala ya moja kwa moja kati ya watu. Pia hatua hii imeruhusu biashara mbalimbali kujiunganisha rasmi na Pi Network baada ya kupitia uthibitisho wa kibiashara wa KYB. Open Network ni nguzo kuu katika dhamira ya Pi kuunda sarafu ya kidijitali yenye matumizi halisi inayojumuisha watu wote na inayoweza kupokelewa kwa wingi duniani kote. Pioneers kutoka sehemu mbalimbali, wataalamu wa crypto, watu wa kawaida na kila aina ya mtumiaji ndiyo nguzo kuu ya mafanikio ya Pi. Kwa sababu lengo la Pai ni kutatua changamoto ya upokeaji mkubwa na matumizi halisi ya sarafu za kidijitali katika maisha ya kila siku. Katika siku mia za mwanzo za Open Network, mfumo wa Pai na matumizi yake yameendelea kuwanufaisha pioneers na kukua zaidi. Hebu tuangalie maendeleo yaliyopatikana hadi sasa pamoja na mambo muhimu kuhusu matumizi ya pai. Pai Network Ventures kuwekeza dola milioni mia moja katika biashara bunifu. Pi Network Ventures ni mpango wa maendeleo wenye mfuko wa dola milioni mia moja ambao umewekezwa kwa Pi na dola za Kimarekani, uliotangazwa na taasisi ya Pi Foundation kwa lengo la kuwekeza kimkakati katika biashara changa na miradi ya kibunifu. Miradi hii inajumuisha ile inayochochea matumizi halisi ya Pi, upokeaji wake na athari zake katika dunia halisi. Malengo matatu makuu ya mpango huu ni kuongeza matumizi halisi ya Pi, kuwezesha uzalishaji zaidi wa bidhaa na huduma kuhamia katika mfumo wa Pi Network. Kuifanya Pi ifikike na kutumika katika maisha halisi. Kupitia uwekezaji huu, Pi inalenga kuwawezesha wabunifu na watengenezaji wengi wa programu hasa wale wanaojenga kuunganisha na kuleta ubunifu ndani ya mfumo wa Pi ili kuleta matumizi ya kweli ya Pi katika jamii. Uwekezaji wa Pi Network Ventures unalenga wabunifu wa miradi inayolenga jamii ya dunia nzima, inayotegemea nguvu ya jamii na yenye athari chanya za kiuchumi. Sekta ya michezo ya kidijitali: kipaumbele kikuu cha uwekezaji. Michezo ya kidijitali ni moja ya maeneo ambayo Pai Network Ventures inaipa kipaumbele. Sekta hii inaunganisha mambo mengi muhimu kama vile maingiliano ya kijamii, uchumi imara na bidhaa za kidijitali, na Pai iko katika nafasi nzuri kusaidia watengenezaji wa michezo kufanikisha malengo yao. Hatua hii pia inaleta faida kwa mfumo mzima wa Pai. Kwa kuonyesha hilo kwa vitendo, Pai Network ilizindua Fruity Pai, mchezo wa kufananisha matunda ambao unadhihirisha matumizi ya Pai katika michezo. Pai umeunganishwa na huduma mbalimbali mbali za Pai kama vile mtandao wa matangazo wa Pai, Pai Wallet, malipo kwa kutumia Pai. Kupitia mchezo huu Pai Network imeonyesha jinsi michezo, kwa kuwa na maingiliano ya kijamii na uchumi wa kidijitali ndani yake, inaweza kuongeza ushiriki wa watumiaji ndani ya program, huku pia ikikuza matumizi ya Pai katika mfumo mzima. Pai Fest na upanuzi wa biashara za kawaida kwa kutumia Pai. Siku ya Pai mwaka 2025 ilikuwa mwanzo wa Pai Fest ya kwanza baada ya uzinduzi wa Open Network. Pai Fest ilikuwa tukio la wiki nzima lililofanyika kuanzia tarehe 14 hadi 21 Machi mwaka huo. Tukio hili lililenga kukuza matumizi ya sarafu ya Pai katika biashara halisi. Kwa kuwa Open Network ilikuwa tayari imewezeshwa kuunganishwa na mifumo ya nje, Pai Fest ilirahisisha biashara zinazotumia Pai kwa kutoa fursa zaidi kwa wafanyabiashara kuanza kutumia Pi kama njia ya malipo na pia kuchochea ushiriki wa pioneers kupitia miamala isiyo na msuguano inayofanyika moja kwa moja kwenye blockchain ya Pi Mainnet, pamoja na bidhaa na huduma zinazohusiana na Pi. Katika Pi Fest, mafanikio yafuatayo yalifikiwa. Zaidi ya wauzaji laki moja na ishirini wa na tano walisajiliwa, wakiwemo wauzaji hai wapatao elfu hamsini na nane. Programu ya jamii itwayo Map of Pi ilitumiwa na zaidi ya pioneers milioni moja nukta nane. Zaidi ya maoni elfu arobaini na tano yaliwasilishwa na pioneers. Mafanikio haya yanaonyesha kuwa pioneers na wafanyabiashara wanajitokeza kwa wingi katika kutumia Pai na wanahamu ya kufanya miamala kwa kutumia sarafu hiyo. Hii inathibitisha kuwa dira ya muda mrefu ya Pai Network ya kujenga mfumo wa kiuchumi jumuishi wa mtu kwa mtu kwa mtu kwa kutumia Pai inaendelea kufanikiwa na kupanuka. Minada ya Pai Domains, huduma mpya ya jukwaa kuu Siku ya Pai mwaka huu pia ilishuhudia uzinduzi wa Pai domains auction, huduma mpya ya kiwango cha juu inayotumia nguvu ya pamoja ya jamii ya Pai, umakini wa watu, uaminifu wa na jamii kubwa iliyo tayari kufanya miamala pamoja na muunganisho wa nje unaowezeshwa na Open Network ili kupanua nafasi ya Pai katika biashara halisi na maingiliano ya kidijitali majina ya pai domains yanawawezesha watu binafsi, program na biashara kushindania na kumiliki vitambulisho vya kipekee vya kidijitali ndani ya mfumo wa pai. Domains hizi tayari zina matumizi ya haraka na ya kweli, jambo linalozifanya kuwa tofauti na mali nyingine za kidijitali kwenye mifumo ambayo haijakomaa. Mpaka sasa mnada wa pai domains umeshuhudia zaidi ya zabuni hai laki moja ishirini na tatu zaidi ya wapiga zabuni elfu hamsini na saba wa kipekee majina ya domains zaidi ya elfu sitini na tisa yenye zabuni haya thamani ya jumla ya zaidi ya Pi milioni tatu katika zabuni. Maboresho katika mainnet interface. Mainnet interface ni eneo linaloonyesha program za mainnet zinazopatikana kwa matumizi ya Pioneers. Hii inaendeleza lengo la Pi Network la kuwawezesha Pioneers na watengenezaji program kupata upatikanaji wa huduma, huku pia ikiwapa watengenezaji fursa ya kujitangaza kupitia program zao. Katika siku mia moja za mwanzo za Open Network, maboresho yafuatayo yalifanyika katika mainnet Interface. Moja, upanuzi wa program za Mainnet. Watengenezaji wanaotimiza masharti ya kuchapisha program kwenye Mainnet sasa wanaweza kutuma maombi ya moja kwa moja kupitia developer portal bila kusubiri kuidhinishwa awali. Mbili, muundo mpya wa mainnet interface. Mainnet interface imeboreshwa ili kurahisisha upatikanaji wa program kwa pioneers kupitia mwonekano safi na rahisi kutumia. Tatu, upanuzi wa mtandao wa matangazo wa Pi. Watengenezaji sasa wanaweza kujiunga na Pi Ad Network. wale watakaopitishwa wataungana na kundi la awali la program zinazopokea mapato ya matangazo kupitia mfumo huo. Programu mpya zaungana na mainnet interface. Programu mpya zimeongezwa katika mainnet interface tangu uzinduzi wa open network. Jambo linaloashiria kuendelea kwa msaada kutoka kwa jamii ya watumiaji na watengenezaji wa Pi Network pamoja na kuendelea kukua kwa programu mbalimbali ndani ya mfumo mzima wa Pi katika siku mia moja za mwanzo tangu kufunguliwa kwa Open Network. Viashiria muhimu vya ukuaji wa mtandao. Zifuatazo ni takwimu muhimu za sasa zinazoonyesha ukuaji na ukubwa wa mtandao wa Pi: zaidi ya watu milioni tatu wapya wamehamia kwenye mainnet tangu kufunguliwa kwa Open Network na kufanya idadi ya watumiaji wa mainnet kuvuka milioni kumi na tatu Zaidi ya Pai bilioni saba na milioni nne zimehamishwa hadi mainnet. Pai bilioni tano 5 na milioni mbili zimefungwa. Pai bilioni mbili na milioni mbili zikiwa zimefunguliwa. Zaidi ya nodi laki nne zimekuwa hai na zinachakata kazi kwenye blockchain ya Pai kutoka Testnet One, Testnet Two, na mainnet. Pioneers wanaweza kutembelea Pi Block Explorer ili kuona takwimu hizi za hivi karibuni na pia kusoma zaidi kuhusu muundo wa usambazaji wa tokeni, tokenomics za pai, usalama wa kaunti, uhamiaji kwenye mainnet na uanzishaji wa wallet ya mainnet. Tangu kufunguliwa kwa open Network, pai imeendelea kusaidia Pioneers kwa maboresho ya usalama wa kaunti, uhamiaji kwenda mainnet na kupanua upatikanaji wa huduma kwa kuanzisha wallet ya mainnet, kubadilisha namba kamili ya simu kwa Pioneers. Waliofaulu KYC. Pioneers waliokamilisha mchakato wa KYC sasa wanaweza kubadilisha namba yao ya simu baada ya kuthibitisha uhai. Liveness verification. Uthibitishaji wa hatua mbili, two factor authentication, kwa wallet ya pai wakati wa uhamiaji ili kulinda usalama wa akaunti. Pioneers wanapaswa kukamilisha uthibitishaji huu wa hatua mbili kabla ya pai yao kuhamia kwenye mainnet. Kuhamia kwenye uthibitishaji wa hatua mbili wa barua pepe, email based 2FA. Kipengele hiki kipya kinasaidia uthibitisho wa salama nafuu na rahisi kupitia barua pepe ya kuaminika. Uthibitishaji huu wa barua pepe hauna vikwazo kama vile vya njia ya SMS, mfano mipaka ya kijiografia, sera za kampuni za simu au gharama zinazohusiana kupanua upatikanaji wa wallet ya Pi kwa watumiaji wapya. Kipengele hiki kinawawezesha pioneers waliothibitisha utambulisho wao, waliokamilisha KYC na hata baadhi walioko kwenye hatua za awali za KYC pamoja na watumiaji wapya ambao hawajaanza kutumia Pi, kuanzisha wallet yao ya mainnet. Hii inapanua fursa ya ushiriki wao katika mfumo wa mainnet wa Pi. Njia mpya ya kupata upya akaunti. Njia mpya imeanzishwa ya kusaidia katika kuweka upya neno siri. Ikiwa peonia ameweka barua pepe ya kuaminika kwenye akaunti yake, ataweza kuomba kuwekewa neno siri jipya ambalo litatumwa kwenye barua pepe hiyo. Njia hii inaongezea njia zilizokuwepo awali za kuokoa akaunti. Maboresho ya KYC. Open Network pia imetatua changamoto mbalimbali zilizokuwa zikikwamisha pioneers kukamilisha KYC kama vile mabadiliko ya kiufundi kwa kuondoa hitilafu ndogo, kuwaruhusu watumiaji wote kumaliza michakato yao, kushughulikia masuala ya data iliyokosekana katika baadhi ya akaunti. Hitimisho. Mfumo wa pai kwenye Open Network umejengwa juu ya miradi ya matumizi halisi, programu zenye manufaa na ushiriki wa jamii ya pai. Katika siku mia moja za kwanza za Open Network, Pioneers wameonyesha kuwa sarafu ya kidijitali ya Pi yenye matumizi ya kweli ni halisi, imepokelewa kwa wingi na itaendelea kukua. Pioneers, watengenezaji wa program na wafanyabiashara wanapaswa kuendelea kushiriki na kuunda vitu vipya katika mfumo wa Pi ili kuendeleza mafanikio haya katika mfumo mzima wa ekolojia wa Pi. Hizo ndizo taarifa muhimu kuhusu siku mia za Open Network. Tukio kubwa lililoonyesha mafanikio makubwa ya mfumo wa Pi unaoendeshwa na matumizi halisi. Kama umejifunza kitu leo, like video hii na toa maoni yako hapo chini, utuambie mtazamo wako kuhusu maendeleo haya, na share video hii kwa pioneers wengine ili wajue kinachoendelea ndani ya Pi Network. Usisahau kusubscribe na kuwasha kengele. Tukosi hata taarifa moja muhimu kutoka kwa Pi Core Team. Paka mara nyingine, endelea kuwa nasi, endelea kuchimba na endelea kuwa mshirika wa mabadiliko.